Bwana Yesu asifiwe, mpendwa. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema na wewe jioni hii ni kwamba kuna watu siku hizi wanajipalia makaa ya moto bila kujua wenyewe. Mara mtu akipigwa tu na maisha kidogo, akichapuka tu na maisha kidogo, maisha yaki yumba, ya yakiumba, anachokifanya anakimbilia ya, ya, ya, kutafuta uchungaji. Anapiga hesabu kwamba sadaka siko wapi, anaanza kuzisaka. Nataka nikwambie bila kujua kwamba wanajipalia makaa ya moto juu yao bila kujua. Nataka na nikwambie, ndugu yangu mpendwa, kama una wazo la kufanya hivyo futa. Futa na huo ndo ukweli, nakwambia kabisa, futa. Kazi ya uchungaji ni ngumu sana. Kumuongoza kiumbe mwanadamu ni ngumu sana. Utaenda kuungua, utageuzwa kuni, utachomwa wewe, utachomwa sana. Nataka na nikwambie, ndugu yangu, acha acha, acha, fanya kazi uchungaji, waache wenye uchungaji. Wachungaji wameitwa na Mungu, manabii wameitwa na Mungu. Sasa wewe ni nani? Usisahau subscribe na comment, na Mungu atakubariki sana. Amina.